Mzigo ndo huu hapa ambao umepatikana ndo apa, unafunguliwa kama unavyoona then uh, afungua zawadi ndo hiyo hapo, alafu kufungua. Yes, unafungua hapo alafu ya yeah, naangalia zawadi ya nini? Yes, vuta nafungua nafungua kama unavyoona hapo, unaivuta unanyanyua juu, mambo ya Binance ya zawadi kutoka Binance ndo kama hivi hapo yeah. Yes, kitu Binance hicho kama unavyoona. Kitu Binance. Mzigo kutoka Binance. Yep. Sasa tuangalia kilichopo kwenye huku ndani. Ndani kuna nini? Okay. Yeah. Zawadi ni aina gani? Okay. Ndio. k Okay. Hapo naona kuna naona kuna hili eh, tunaita nini? Hoodie. Hii ni hoodie kama unavyoona. Yeah. Mambo ya hudi k okay, zen naita kutuna... pembeni, alafu naangalia ndani kuna nini? Nk okay. na kitu kingine hiki <laughs> ya kofia mzura huu, ya ke mzura. Alafu kingine hii hmm, inaitwa skafu ya ni scarf, alafu kingine ni scarf okay. Then yes, hiki ni kikadi kama, inaitwa seasons greetings okay, alafu nyingine ya